Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia mwanamke mmoja ambaye anaitwa Furaha Mwile Nyelele mkazi wa kijiji cha Shiranga kwa tuhuma za mauaji ya mtoto yake, wa jirani yake aliyekuwa mwanafunzi wa shule ya msingi Shiranga akiwa anasoma darasa la saba aitwaye Bonaventure Elia Lazaro mwenye umri wa miaka kumi na mbili ambaye pia ni mkazi wa Shiranga. Awali kabla ya tukio hilo la mauaji ni kwamba mnamo tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka 2025 majira ya saa kumi na dakika arobaini na tano jioni, huko katika kijiji cha Shirunga Shiranga, kata ya Ilembo, tarafa ya Isangati, wilaya ya Mbeya vijijini, mtuhumiwa Furaha Mwile Nyelele alimpiga kwa kipande cha mti kichwani mtoto Bonaventure Elia Lazaro, ambaye kwa sasa ni marehemu, na kumsababishia jeraha ambalo lilisababisha au lilipelekea akimbizwa katika hospitali teule ya Ifisi iliyoko katika wilaya ya Mbeya vijijini kwa matibabu. Na tarehe ishirini na mbili mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano majira ya saa sita na nusu mchana akiwa anaendelea kupatiwa matibabu huyu mtoto e, Bonaventure, e, Elia Lazar, katika hospitali ya hospitali teule ya wilaya ya Mbeya vijijini itoa Ifisi alifariki dunia. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hili ni kujichukulia sheria mkononi kwa huyu mtuhumiwa baada ya kumtuhumu huyu mtoto kuiba mayai ya kuku pale nyumbani kwake. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa linatoa rai kwa jamii kuacha tabia ya kujichukulia sheria mkononi ili kuepuka madhara. Aidha, wazazi na walezi tunawakumbusha kuzingatia suala la ulinzi na usalama wa mtoto kwa kuhakikisha haki za mtoto zinaheshimiwa na kulindwa. Tofauti na hapo ndo haya madhara yanatokea, na matokeo yake ni kusababisha vifo visivyokuwa vya lazima kwa watoto wetu.